Ndugu zangu, mara nyingi katika nchi zetu hizi za Afrika, mara nyingi panapokuwa na uchaguzi, kunapokuwa na uchaguzi, panakuwaga vipi? Hebu semeni eh? Fujo. Ehe, ghasia. Aha. Mivutano, si ndio? na kwetu mwaka huu ni mwaka wa mwaka wa uchaguzi. Muislamu hawezi kuwa mjinga. Mjinga wangapi wajinga hapa mkono juu wango wangapi? Mtoto wa mjini hawauziki, hawauziki hivi hivi. Mkono juu. Muislamu lazima awe mtoto wa mjini. Mtume mwenyewe alikuwa mtoto wa mjini. Unanielewa babu? Muislamu hawezi kuuzwa na ndio maana suratu almulk tabarak inasema, watakaoingia motoni hawana akili. Nikupe aya, nikupe aya. Wataulizwa watu wa motoni, wataambiwa nini? Ehe, nikumbushe aya aliyosema, kwa nini mmeingia motoni? Watasema hivi waqalu lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Watakapoingia motoni, sasa ishakula kwao, watasema lau duniani tungesikiliza tuliokuwa tukiambiwa na tukatia akilini, tukawa tuna akili watoto wa mjini tukawa wenye kujiongeza tusingeingia motoni. Leo watu wa motoni wana akili, hawana akili? Wenyewe wanakiri kwamba sisi wehu tulibugi, ndio maana tumeingia motoni kwayo. We, muislamu hawezi kuwa mjinga mjinga. Huu kwetu ni mwaka wa uchaguzi, si ndio? Na wanasiasa ndio wanaotuleteaga matatizo, si ndio? Na nyinyi waislamu kama sio baadhi yenu, wengi wenu ni wafuasi wa hawa wanasiasa, si ndio? Msikubali kuwa daraja la wanasiasa. Wanasiasa wengi tageti yao wafanyeje? Malengo yao ni nini? Washinde wakalie viti. Uongo, uongo. Sasa mnatumika nyinyi sasa mnatumika nyinyi sasa kuleta vurugu na uvunjifu wa amani, ili hali maskini wa Mungu, hujui. Mtume wako anakwambia hayuko pamoja na mimi, atakayemtishia mtu amani, malaika wanamlaani, atakayekamata chuma akamtishia mtu. Unasikia habari hiyo? na atakayeua mtu mmoja ni sawa na, na aliyeua watu wote maneno haya tukikwambieni, vijana waliodata na wakajizima data hawatuelewagi. Vijana waliodata malizia na wakajizima data, wangapi wamedata na wanajizima data? Mkono juu! Ukijifanya umedata na unajizima data, maana yake utakuja siku ya kiama kulalamika kama watu wa motoni, watasema waqalu lau kunna nasmau, ah, Lau ningekuwa ni msikivu. Bwana Shekhe Twaha Suleiman Bane, mwanachuoni mkubwa katika Afrika hii alisema, lakini sikumzingatia. Sheikh Muharram Mwaita, shekhe mkubwa katika Afrika hii alisema, sikumzingatia. Na mashekhe mbalimbali walikuwa wakisema, lakini nilikuwa nawaambia mashehe wanazingua. Ukimsikia Muislamu anasema

na wasioheshimu wakubwa, wasiwe hurumia wadogo, na wasioheshimu wakubwa, na wasiojua thamani ya mashehe zao na wana wachuoni wao. Na kuulizeni swali moja, nyinyi Waislamu, kati ya sisi waumini wetu na waumini wa upande wa pili, wepi wenye utiifu kwa viongozi wao? Semeni la haki, wepi? Semeni wanaosema ni sisi ndo tunaongoza kuwatii viongozi wetu kuliko wenzetu, mkono juu nione. Moja, mbili, tatu, nne, tano, hata kumi hamfiki. Wanaosema haki lillahi, Allah nashuhudia, ambao wanasikiliza viongozi wao wanachowambia, na wanawatii kweli kweli, ni upande wa pili, mkono juu. Nani kawaroga? Nani kawaroga? Ningelikuwa mtu wa Biblia ningekwambieni, enyi wa Galatia msiokuwa na akili, nani kawaroga? Wenzetu leo mtu anaweza kuwa kiongozi mkubwa katika nchi, akienda Jumapili kwenda kufanya ibada zao, anapiga magoti mbele ya kiongozi wake, goti na anakamata mkono na anaubusu Ninyi hapa nyie, sheria ya dini inaruhusu kuwabusu mashekhe zenu mkono, asiwadanganye mtu, hadithi ya Ubayy ibn Ka'ab na Abdullah ibn Abbas. Wala sikwambia unibusu mkono mimi, kwa sema mtoto atemeke mtoto wa mjini, wala sihitaji, ila nakuelezeni tu Uislamu ulivyowatukuza mashehe. Ubayy ibn Ka'ab anaingia Madina na mnyama wake, Abdullah ibn Abbas alimkimbilia na kumshikilia mnyama yaani kawa kama boi kijana wake wa kazi. Ubayu ibn Kaab ni sahaba mkubwa, msomi, bingwa wa Quran. Mtume anasema achukueni Qurani kwa masahaba wanne, miongoni mwao ni Ubayu ibn Kaab. Abdullah ibn Abbas kakamata kam, kamba ya farasi wake, anaingia ana, ana, ana, ana mji mzima, wanaona Abdullahi ibn Abbas ndugu na Bwana Mtume Muhammad

Hivi ndivyo tulivyoagizwa kuwafanyia wana wanawachuoni wetu, tuwaheshimu tuwathamini. Ubay bnu Ka'b hajakubali, akasema, Abdullah bnu Abbas nipe mkono wako. Abdullah bnu Abbas akanyosha mkono akampa, akaukamata ule mkono wake na akaubusu. Abdullah bnu Abbas akashangaa, wewe Ubay, kwa nini unanibusu? Ubay akasema, hakadha umirna an nafala bi biali beiti nabiyina Hivi ndivyo tulivyoagizwa kuwafanyia watu wa nyumba ya Mtume. Masahaba walikuwa wanaheshimiana, lakini vijana wetu leo mmedata na kujizima data, hamuwaheshimu mashekhe zenu, hamsikilizi maneno ya mashekhe zenu. Leo wenzetu wakiwa kanisani, wakiambiwa tu fumba macho, bwana anaingia, watu wote wanafumba macho, awe waziri, mbunge, akafumba macho. Shehe Maulid aseme fumbeni macho Utachungulia jicho moja unafunga la pili, unaangalia bwana anafanya nini huyu. Shehe naye anazingua, mtaanza maneno yenu, shehe naye anazingua. Watu wazima wanafunga foleni mbele, wanafungua mdomo, wanalishwa vipipi vile, vinatwaje vile? Bahati iliyo nzuri sisi Waislamu hatupendi kujihusisha na siasa na ukiona shekhe kasimama kapaza sauti yake juu ya jambo, basi ujue sio jambo la kisiasa, ni jambo la kidini, hata kama anakemea jambo la kisiasa. Tumelewana Waislamu eh? Lakini angalieni wenzetu namna wanavyojiingiza kwenye siasa, namna wanavyolingania watu wao, fanyeni hivi, msifanye hivi, namna baadhi yao wanavyochochea cho namna baadhi yao wanavyoelekeza ubaguzi katika nchi na wanasikiliza. Sisi leo hatuna uwezo wa kuwambia msifanye hivi, fanyeni hivi, hatuwezi. Mtasema mashee wanazingua, hatuna mashee sisi. Anayesema hivyo mpe juzu ama asome pangu pakavutia mchuzi. Sema pangu pakavutia mchuzi. Shekhe anajua Qurani nzima, shekhe anajua hadithi chungu nzima za Bwana Mtume Muhammad, anazingua hapo? Ndo Mashia hatuwaelewagi, huwaelewi kwa sababu hujasoma dini, ulikimbia madrasa. Pangu pakavu tia mchuzi. Na nielewa Waislamu, hamnielewi. Kwa hivyo basi ni lazima msikilize mawaidha tunayokwambieni kwa, kwa sababu tunayoyasema si ya kwetu. Innama nahnu naqilun, sisi ni wenye kunukuu tu aya za Qurani na mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad. Hapa nimewasomea aya ngapi? Nimewasomea hadithi ngapi? Sinakwenda kwa dalili au nimekwambieni hadisi hadisi alafu hadisi nini? Uongo njoo utamu. Nimesema hivyo, sina kwambia ni Allah kasema kwenye sura fulani aya nambari fulani, Mtume Muhammad kasema katika hadithi fulani nambari fulani. Alafu unamdai, alafu unadai unampenda Mtume Muhammad, mafundisho yake hutaki kuyafanyia kazi. Muislamu wa kweli ni yule anayesikiliza anaisema sami'na wa ata'na, tumesikia na tutatii. Au ndo waislamu wa, wa kweli walio data wakajizima data? Hao watajuana na Allah siku ya Kiyama. Hawataki kusikiliza maneno ya mashehe. Msije mkawa miongoni mwa watu wa motoni, mkasema tatizo letu duniani hatukuwasikiliza mashekhe zetu, na hatukutia akilini yale waliokuwa kituambia.